Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tunapamba keki nyingine kwa staili hiyo tutavyoona kwenye video yetu. Kama una maswali, maoni na ushauri, weka kwenye komenti. Nitapamba keki hizo mbili, watu watakavyoona mpaka atakapomaliza. nimeunganisha keki mbili, kisha nikaja nikachonga Usisahau kuweka vijiti kwenye keki yako au doe zile za plastiki, kama utaunga keki kuanzia mbili na kuendelea. Keki moja haina haja, ila kuanzia mbili na kuendelea unatakiwa uunganishe. Baada ya hapo, nilikuja nikachonga keki yangu, kwa sababu naona sufuria kama zile zilipishana kidogo, lakini zote ni inchi sita, sita. Baada ya hapo, nikaanza kusafisha keki yangu kama tunavyoona kwenye video yetu kama una swali maona ushaliweka kwenye comment. Pia unaweza kaangalia kuna video mbalimbali mbali za kupika na kupamba keki nimeshaweka hapa YouTube, unaweza kapitia ukaona. Facebook unajulikana kama Neema Shaaban, Instagram pia na TikTok pia natumia jina hilo hilo. Baada ya hapo nikawapaka koti ya kwanza kwenye keki yangu, kisha naendelea ya na hatua nyingine. Leo nitatumia buttercream nyeupe na maua mekundu kulingana na rangi ambayo inatakiwa kwa wale ambao wanajiuliza jinsi ya kupata butter cream nyeupe kuna video nimeshaweka, unaweza kaangalia ukaona. Na kupika keki aina tofauti tofauti, nimeshaweka video zake. Baada ya hapo, nilikuja nikaweka koti ya pili. Kuna wengine wanauliza kwamba koti ya pili kuweka mpaka ya kwanza ikauke? Hapana, ukishajua jinsi ya kupaka, hata kama haijakauka unaweza kaendelea na hatua nyingine, ukaweka koti ya pili na keki yako ikatoka vizuri kama hivyo, kapaka koti ya pili kwenye keki batakimu yetu ni nyeupe kabisa kama tunavyoona kwenye video yetu. Pia kuna mapishi mbalimbali mbali ya keki nimeweka kwenye chaneli yangu, unaweza ukaangalia. Na mapishi mbalimbali mbali ya vyakula pia nimeweka, unaweza ukaangalia. Baada ya kupaka koti ya pili, nikuja nikasawazisha na kitana changu hicho kama hivyo tunavyoona na nilivyoona, sehemu yenye magepu nilijazia butter cream kama hivyo, kisha nikaendelea na hatua nyingine, kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya hapo, nikawa nimeweza kusawazisha koti ya pili, nikaanza kusawazisha pia juu ili kuendelea na hatua nyingine. kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu. Nikuja nikakata kwenye muunganiko ili kupamba kwa staili hiyo tutakavyoiona kwenye video yetu kama hivyo. Nilichukua kisu changu, kisha nikakata keki yetu kama tunavyoona. Keki yetu imechambuka vizuri, tunavyoiona hapo. Baada ya hapo, nikuja nikapaka tena butter cream kwa ajili ya kushikishia tutakavyoilaza kwenye bezi yetu kama hivyo hapo ujifunza jinsi ya kukata keki yako na jinsi ya kuilaza kwenye bezi yako. Nko meshaandaa bezi yako kama hivyo, unalaza kama hivyo, kisha unaisukuma ili iweze kukaa katikati. Baada ya hapo, nikuja nika paka buttercream na nyuma ili isionekane keki kwa ndani kama hivyo tunavyoona paka tu vizuri, kisha unasawazisha nitakiwa well, mbele paonekane vizuri, pawe na mwonekano mzuri kama tunavyoona kwenye video yetu. Kama una swali weka kwenye comment, kama una maoni pia unaweza ukaweka kama hivyo. Baada ya hapo, nikaja nikasawazisha keki yangu hivyo, sawazisha kusawazisha vizuri ili iweze kupendeza kama hivyo, nikuja nikasawazisha na huko pembeni, jitahidi tuweke vizuri. Mimi nilikuwa na haraka, kama hivyo nasawazisha, nalinganisha vizuri, ili iweze kupendeza, iwe na mwonekano mzuri keki yako. Baada ya hapo, tunaendelea na hatua nyingine. Unaweza kuweka rangi yote ambayo unapenda, unaweza kuweka maua, ukaweka topa yako, ukaweka na vipipi, ili keki yako iweze kupendeza. Baada ya hapo nikuja nikaweka maua, unaweza ukaongezea na leaf paper au gold leaf zile ukawekaweka, ili keki yako iweze kupendeza nakua, na kuwa mwoneka na mwonekano mzuri kama hivyo. Nikuja nikaweka vipipi. Baada ya hapo una spray ile silver dust, hapo una maliza unaandika na jina la mhusika Jitahidi kuaanisha rangi ili kupendezesha kazi yako. Unaweza kuweka jina kwa rangi nyekundu ili keki yako iweze kupendeza na kuwa na mwonekano mzuri. Baada ya kumaliza kuweka vipipi, nika spray na hiyo shiva dust baadayana ulizia spray, hizi zinauzwa maduka ya vifaa vya keki. Unaweza ukatumia pampu, unaweza ukatumia hicho kinanii. Baada ya hapo keki yetu ikawa tayari kama tunavyoiona. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, karibuni sana sana sana.